Tunajenga timu, hey, tunajenga timu. Ndio kwanza leo imeongezeka ina asilimia sabini na moja. Eh, hizi hey, goli sita hizi tumepiga. Tunaona sasa timu ina improve kwa mchezaji mmoja badala ya mwingine. Leo hata ungeulizwa we, man of the match nani, ungechanganyikiwa lakini watu wakasema ah, ukisema yule yule unama ukimbeba kula doto atali ukimbeba nani, wakaona kwa kuwa Kibu hajashinda nyingi, akasema kwa kuwa umeasisti, lakini pamoja na kuasisti mipira mitatu imegonga nguzo ya kwako na goli mbili umepata toka naniu, basi wewe ndio nani, kwa sababu hizi goli mbili zilikuwa za Yanga. Kwa Kibu Denis, niliwahi kukuambieni Kibu Denis anazifunga timu ngumu. Dodoma ni timu ambayo ni ngumu. Umeona, alafu walivyokuja ile kupania na kufanya upinzani sie, tukajua ndo wale wale vivinyura magwiti au nyuma mwiko. Tukawaendea na ile filosofi ambayo tunataka kumfunga nyuma mwiko. Kwa hiyo tukawaplesi vizuri, wakaingia kwenye mfumo, tukawatiani wale wale ah. E, kwa sababu mwalimu alishatengeneza ile skwadi ya mbele, ndio maana siku zote tulikuwa tunasema winga Elia Mpanzu, winga Kibu Denis. Hawa watu Israeli mwenda na mwenzake Shadrack Boka watakojoa mkojo chuli, itakuwa kubwa, kwa sababu kifua chao hakiwezi kuhimili, watakuja kutoa penati bure, na sisi tumewambia sasa hivi, mkifika pale, hata mkikwatuliwa, msidondoke, kwa sababu mashabiki, wachambuzi na nani wanyuma mwiko na wachambuzi wale waenda kula nyama, wanakuwa nani, hawataki penati. Kwa hiyo, si hatutaki penati Fayo, Si umeona leo amna mchezaji aloingia nayo akakatwa akadondoka ili mradi iwe penati tumekwenda kuwafunga hadharani sasa sijui leo huyu ataongea nini maana achelewaji kulaumu marefa kusema Simba saizi yake leo hmm. sijui nyie mlivyomuoji kakwambie nini maana walisema mchezo utakapoisha wao ndo watakuwa wenyeji hapa. Hapa eh? yeah, no, no, no, no, no. sasa ndio unaona sasa hivi mtu akishakuja hivyo tu unatakiwa upige kama unapiga nyoka mtoto wa nyoka upigwa fimbo sawa na mamake. Hebu okay, waweke watu sawa eh. Simba ikishinda dhidi ya Dodoma goli sita Simba, Dodoma wagumu; lakini Dodoma wakifungwa na Yanga goli nne unasema Laini, laini, wa moza, wa wa moza, wa moza. Kulwa na Doto hao sasa eh? Unawasiwasi gani Dodoma? Na hao si unaona akishindaga huyo kocha wao Maxime anasema tumezidiwa kiwango ah, lakini akifungwa na Simba kama hivi analaumu, haiwezekani, Simba tumeonewa na nini e? Kwa hiyo tuna utofauti, unajua hizi timu chawa wako wengi kuliko wale waliokuwa na uhalisia, ndio maana tunasema Simba kila mechi yetu sisi ni ngumu umeona e, na msemaji wao alizungumza akasema kwamba kila mechi ina posho yake, umeona, ina bonansi yake. Kwa hiyo hii ilikuwa na bonansi kubwa zaidi, kwa sababu ya anacheza na Simba, na si timu inayopewa bonansi, ndio tunaitaka zaidi. Lakini maskini kocha Fadru alitengeneza mfumo wake, umeshindwa kufanya kazi kule, umekuja kumpiga mtoto mtu, lakini sio mbaya, tutamtengenezea squad nyingine kwa sababu timu yao tunaamini ndio ile ile, haina mabadiliko, basi tunakwenda kama awaji. Si unafutwa na ule mchezo mmoja Unadhani watakubali? Utachezaje mchezo mmoja mwingine usicheze? Ukitaka ili muende hivyo, inatakiwa ufutwe ule mmoja, iwe nyie wawili amjakutana, alafu ndo mnapambana. Na hiyo sheria ya kucheza mchezo mmoja mwingine usicheze iko wapi? Ligi haiwezi kukamilika. Aaah hawaji, basi tutaenda kuchukua pointi tatu. oh, hmm. Wamekuja wapi? Shirikisho la mpira ndo limetoa pointi tatu, lime nani, limeahirisha mechi au hawakuona? Kwani sie Simba tulisema hatuji esi mlianza kuahirisha mechi kabla Bwana. Kwa wewe, kwani sie tulivyoenda ile jana yake kabla ya mechi wao walifanyaje? Si wali tu, tulivyoenda kufanya mazoezi wao ulifanyaje? Si siwalizuia na wote kabisa, hadi wasemaji wao wanasema sie tumeenda na mbuzi, sijui tumeenda na wazee sijui na nani sijui, wao lakini sie tuende na mbuzi twende na wazee twende sijui na vikongwe, hata twende na ashua zao mbuzi ma, lakini haturuhusiwi kunyimwa kufanya mazoezi kwa muda wetu. Kwa hiyo ule muda wetu tuwe tunafanya tunavyotaka, baada ya muda sisi tutaondoka. Eh, sasa wale mabangu sasa pale uwanjani walienda kufanya nini? Lakini sheria mzalamu inasemaje? Ja, mkizuiwa kufanya mazoezi sheria inasemaje? Ah, sasa kwa kuwa tumezuiwa kufanya mazoezi ni wametutoa wa mchezoni, sawa sawa sisi tukasema sasa tuandike hatutakuwa sehemu ya mchezo sawa sawa. Kutokuwa sehemu ya mchezo lazima uweke akilini vitu viwili. Je, hawaji? tumesema hatutakuwa sehemu ya mchezo. Ina maana Simba ilitaka iingie pale kama ninavyoingia Mzaramo, unamwona Mohamed Yoseni yule yupo anaingia kule na kiatu chake yule, anaingia kule e, na, na, na wao tunawatoa mchezoni. Sasa we utajuaje kama vile lakini wale, baada ya kuchunguza wamekaa wameangalia, wameahilisha mechi wao. Sasa sisi tunakosa gani hapo? Mwenye akili timamu akiona wale wameahilisha mpira, na mwenye mpira wao kashasema, mwenye mpira wake kashasema. Wale skalia alivyoshuka tu, mmemsikia, kasema kuna watu wanataka kuharibu jitihada za mpira ambayo unaenda juu, wanataka usiende juu, tokubali. E, kuna baadhi wapo, e, viongozi wa nchi wana uwa wanaingilia ingilia hivi vitu havifai. Mbona umuoni ndugu yangu nani, uh, mheshimiwa Kasim Majaliwa akaingilia mambo hii? Ye ni simba damu lakini unamuona anaingilia? Aingilii. Kwa hiyo na wengine waache, wawaachie watu wa mpira wenye mamlaka waongoze mpira vizuri, sio wao waingilie ingilie kuweka nguvu zao, si ngogo ya tufaji chochote ngogo. Sibi nikimkamata sasa hivi natia zaidi ya tano au sita. Kwa hiyo hmm. winga ilia mpanzu winga ya nani Kibu Denis wakati huo chasambi kule anapasha anasubiria miguu ya, ya shadra kiboka inanio ifrizi. Wewe usifanye mchezo wewe, somo. Hiki ambacho amekifanya Kibu leo ni kama maajabu Labda hii inaweza ikawa na mwendelezo au ni nguvu tu somo, mbona unakosea somo? Kibu ni bingwa wa kufunga mechi ngumu, kwende mechi za kimataifa ndio ngumu, ambayo hata wale wenzetu wamevunja ungo, hamna mtu asojua wa, yeah. Wale wenzetu wamevunja ungo wako nyumbani sasa hivi yeah. Wamekaa kama wali, si tunaendelea. Kibu kashinda mechi zote, kasolo mechi mbili, lakini hapo hapo kuna mechi kashinda goli mbilimbili, ina maana ukimtolea moja la kule moja la kule, ukimweka kule wastani wake mechi zote kashinda huyo ni Kibu Denis Prosper mm, mechi moja anafunga goli mbili. Sasa we utasema Kibu ana niu, Kibu anafunga mechi ngumu. Ndio maana tukikutana nao mara nyingi tukamwita mkandaji, anaowakanda ni yeye. Hawataki hatakuwaona Kibu wale wale jamaa, wapendi kwelikweli, anajitoa kwa nguvu zote. Leo e, ndo kaonyesha, nitakacho nilikitoa kwa Mkapa ni zaidi ya hiki, ndo akatoa kwa mtoto wa nyoka. Haya, mtoto wa nyoka upigwa, si huyu Dodoma Jiji? E, alana, mtoto wa nyoka ina maana tunasema mama yake Singogwe eh, nyuma mwiko ndo mama yake. Kwa hiyo yani mtoto wa nyoka hupigwa sawa na mama yake, ndio yeah. Hichi kipigo kilikuwa kim kim tumpige mama kodombo, mtu kodombo labda.